Hello, karibu Wonders Farm Tz, ubora na uaminifu. Leo nataka nikufundishe na wote ambao wanafuatilia madarasa yetu jinsi ya kuchoma chanjo ya ndui kwa kuku. Jinsi ya kuchoma chanjo ya ndui kwa kuku. Kwanza ni muhimu ukafahamu kwamba chanjo zote ambazo tunazitoa ikiwemo Newcastle, ikiwemo ndui, ikiwemo bumboro ni chanjo za magonjwa yanayotokana na virusi. Magonjwa yanayotokana na virusi hayana dawa, hayana tiba. Kwa hiyo tiba pekee ni kinga, ni kuwakinga na magonjwa hayo kwa kuwachoma, kwa kuwapa chanjo, kwa kuwapa vaksini kama anavyosema ndui, ndui ni fowl pox. Sasa hii ninakuonyesha Dalili kuu ni vipele kama unavyoona hapa visivyokuwa kwenye sehemu, sio kuwa na manyoya kama vile vilemba vya kichwani, uh, tunaita comben wato puani, pia na miguuni. Sasa tiba ya huu ugonjwa kwa sababu unasababishwa na virusi hauna tiba. Unapunguza, labda kupunguza madhara, waoshe kwa maji uvuguvugu yenye chumvi ya mawe hadi vipele viishe, na uvipake mafuta au mpe antibiotics kama OTC 20%. Sasa kinga yake ndio hii ambayo tunaitoa leo. Unaweza ukaona Eh, hii inatakiwa iwe kwenye ubaridi. Kwa hiyo ukinunua utapewa chupa mbili kama hizi, utakuwa na chupa mbili, moja inaunga hii, ndio, ndio, ndio vaccine yenyewe na hii kuna maji maji kwa ajili ya kuchanganya, alafu utapewa na sindano. Obviously unapewa sindano moja, lakini sisi tuna sindano mbili kwa sababu ya wingi wa kuku tulionao, na hii moja inakuwa ni 500 doses. Utaona 500 doses maanake hiki kichupa kimoja hiki unaweza kuwapa kuku kuwachanja kuku mia tano. Na leo tunakwenda kuchanja kuku awamu ya kwanza, kuku mia tano. Kwa hiyo utakachokifanya kwanza utafungua nani yako e. Kwa hiyo sasa unafungua, ukishafungua, utaona huo unga ni kama kidonge kiko hivyo, kama kidonge kinakuwa kiko ndani. Tukishafungua hiyo hapo sasa Nimekuambia inakuja na maji. Maji haya hapa kunakuwa na haya maji ya. na haya maji nayo tunakwenda kuyafungua, unakwenda kufungua pia haya maji, unafungua haya majimaji maji. Sawa, ukishafungua haya majimaji unachanganya na kile kidonge cha unga, unamimina yale maji yote kabisa. Ukishamimina kile uh, kifuniko this one unafunika Papu, funika kabisa unatikisa unaefuatilia tunajifunza kufanyaje jinsi ya kuwachanja kuku ndui unatikisa kabisa mpaka ichanganyike kabisa, nitoe karatasi uweze kuona namna ambavyo imechanganyika, mpaka unaona kabisa, unaona, hii ndio dawa, sasa kiuhalisia ukishachanganya hivyo hichi kina mdomo mpana hichi chenye maji kina mdomo mpana kuliko hiki kwa hiyo chenye maji ni kizuri zaidi kukitumia kwenye kuwapa chanjo. Kwa hiyo nitamimina tamimina kidogo e, ili ingine ibaki in case inamwagika au kuna chochote kinatokea inaweza ikatumika. Nikishamimina, sindano yetu hii hapa. Ukiangalia hii sindano hapa ina kama viuwazi fulani hapa. Kama viuwazi. Hivi viuwazi sasa Ndivo ambavyo vinameza dawa, vina meza dawa. Maanaake unaitoeza hii sindano ndani ya dawa, unatikisa hivi, inakuwa tayari imesha meza dawa. Niletee kifaranga moja, usogeze chini bawa lake, unamfanya hivi. Hehe, hivi. kwa hiyo wapi unachoma? Unachoma hapa, unaona hapa, hapa penye uwazi hapa. Hapa, hapa, hapa penye uwazi hapa, hapa ndipo unapochoma sindano yako na uhakikisha haugusi kwenye nyama wala kwenye mfupa. Hii sindano ni dawa kali sana, nitakuwa iguse sehemu ya uwazi, na utakapochoma utaona kichoma, lazima sindano itokee huko, na usichome taratibu, unatakiwa uchome chap, haraka, ili kifaranga asipate maumivu. Kwa hiyo kama alivyomshika hivyo, unatoweza dawa yako vizuri, tayari tumesha mchanja. Leta kifaranga mwingine, naona huyo, huyo hapo. Unatoweza dawa yako unafanya fanya hivi kidogo, dawa yako sindano, ingie dawa kidogo tu, alafu chap. Tayari tumeshamchanja. Faranga mwingine, tukamilishe darasa. Unatoweza kidogo hivi, chap. Tayari tumesha mchanja ndui. Chap, tayari tumesha mchanja.